bila shaka wengi tunajiuliza kwa nini marekani na iran ni mahasimu na wengine pia wanajiuliza kwa nini marekani ameamua kuingilia ugomvi ambao haumhusu kati ya iran na israel je unajua ni nini ni chanzo cha uhasama kati ya irani na marekani iko hivi uhasama kati ya marekani na irani ulianza miaka 1950 mwaka 1953 kulitokea njama ya mapinduzi ambapo waziri mkuu wa irani mohamed mosadek alitaka kutaifisha mafuta ya iran kwa wakati huo Asilimia kubwa ya sekta ya mafuta ya Iran ilikuwa inamilikiwa na nchi ya Uingereza. Kwa mantiki hiyo, watu wa Iran hawakufaidi rasilimali yoyote iliyotokana na utajiri wao wa mafuta. Baada ya kugundua hilo kuwa Iran inataka kutaifisha sekta ya mafuta, basi majasusi wa Marekani na Uingereza wakapanga njama mapinduzi dhidi ya serikali ya Iran. Njama hiyo ilifanikiwa na waziri mkuu wa wakati huo akang'olewa madarakani. Kwa wakati huo, Mohamed Reza Shah aliungwa mkono na Marekani ndiye akashika utawala nchini Iran. Kiongozi huyo akawa mbabe, akawanyamazisha wapinzani wake kisiasa akitumia kitengo cha polisi ambacho kilikuwa kinaitwa Savak. Baada ya bwana Shah kuendesha nchi ya Irani kwa mkono wa chuma, mhubiri wa kidini Ayatollah Khomeini akaibuka kwa mkosoaji mkuu wa utawala huo. Hata hivyo mhubiri huyo hakudumu nchini Iran kwa muda mrefu, kwani alilazimika kuikimbia nchi kwa kuwa alikuwa anakosoa sana sera za Muhamed Reza Shah. Lakini baada ya kukosolewa kwa muda mrefu mwaka elfu moja kenda mia sabini na kenda nchi ya Iran ikafanya mapinduzi tena. Wananchi waliokuwa wamemchoka Shah walimtaka aondoke madarakani, naye Ayatollah Khomeini akarejea kutoka uhamishoni ambako alikuwa anaishi nchini Ufaransa ndani ya huo, mwaka huo huo mwaka elfu moja kenda mia sabini na kenda. Mohamed Reza Shah baada ya kupinduliwa ilibidi naye akimbilie uhamishoni, jambo ambalo liliwafanya Marekani kuudhika sana, kwani ilishindikana kwao kuendelea kufaidi utajiri wa mafuta wa Iran. Baada ya mapinduzi hayo kufanikiwa, sasa nchi ya Iran ikabadilika rasmi na kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hapo rasmi kiongozi mkuu wa Kiislam Ayatollah Khomeini akawa kiongozi wa kwanza wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Utawala huo ndio ulianzisha visa vya kwanza vya kukaidi sera za Marekani na nchi za Magharibi. Wakati huo, kiongozi aliyeong'olewa madarakani Mohamed Reza Shah alikimbilia nchini Marekani kwa ajili ya matibabu, jambo ambalo liliwafanya raia wa Iran waudhike zaidi, kwani kiongozi huyo alikimbilia katika taifa ambalo ni mahasimu wa Iran. Mwaka 1979 mpaka mwaka 1981 ukaibuka mgogoro wa mateka. Hii ilikuja baada ya wanafunzi na wafuasi wa ayatollah khomeini kuzingira ubalozi wa marekani mjini tehran na kuwashika mateka hamsini na wawili wa marekani kwa siku mia nne arobaini na nne hapo ndipo kwa mara ya kwanza nchi ya marekani ikaiwekea vikwazo nchi ya iran lakini pia chanzo kingine cha mgogoro huo ni mwaka 1980 ambapo vilizuka vita kati ya iran na iraq wanajeshi wa iraq walishambulia iran na kuanzisha vita ambavyo vilidumu kwa miaka minane wakati wa mapigano hayo marekani ilihifadhi nchi ya Iraq ili kuishambulia Iran. Katika vita hivyo inakisiwa kuwa zaidi ya watu milioni moja walifariki kutokana na athari za vita hivyo. Baada ya vita kupigwa kwa miaka minane, kiongozi mkuu wa Iran wa wakati huo Ayatollah Khomeini alikubali kusitisha vita. Mwendelezo wa uhasama uliendelea kuongezeka kwa zaidi, kwani mwaka elfu moja kenda mia themanini na nane ndege ya abiria ya Iran ilidunguliwa na Marekani. Hapo ndipo uhasama kati ya Marekani na Irani ukaongezeka na na kuzorota zaidi. Na hapo sasa ndipo kwa mara ya kwanza Tehran ilizitaja Marekani na Israel kuwa maadui wake wakuu. Ndege hiyo ya abiria ya Iran ilidunguliwa na meli ya kivita ya Marekani. Mpaka sasa Marekani haijawahi kuomba radhi kwa tukio hilo ambalo Marekani ilidai kuwa lilitokea kimakosa tu. Kufikia mwaka elfu mbili na mbili mtandao wa uovu ukazuka. Rais wa Marekani wakati huo, George Washington Bush, alizikashfu nchi alizodai zinafadhili uovu alizitaja nchi za Iran, Iraq na Korea Kaskazini. Hapo ndipo rasmi Marekani ikaanza kuchunguza harakati zote za Iran dhidi ya mpango wake wa silaha za nyuklia. Hapo pia Iran ikaongezewa vikwazo na jumuiya ya kimataifa, na hapo uchumi wa Iran ukazorota sana, huku mauzo ya mafuta yakianza kudidimia zaidi. Kufikia mwaka elfu mbili na kumi na tano, mapatano ya nyuklia yakafanyika kati ya Marekani na mataifa mengine sita yenye nguvu, ambapo makubaliano yalikuwa yanalenga kuizuia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, Iran mara zote imekuwa akisisitiza kwamba kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani pekee na sio kwa ajili ya silaha za maangamizi. Katika mapatano hayo ya nyuklia mwaka elfu mbili na kumi na tano maarufu kama JSPOA, yani joint comprehensive plan of action, Iran ilikubali kudhibiti urutubishaji katika mapatano hayo. Baada ya mapatano hayo, Iran ilihakikishiwa kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na jamii ya kimataifa lakini mapatano hayo hayakudumu kwa muda mrefu, kwani miaka mitatu baadaye rais wa Marekani wakati huo Donald Trump, katika muhula wake wa kwanza, aliiondoa nchi hiyo katika mapatano hayo, na hapo ndipo Donald Trump akakitaja kikosi cha Revolutionary Guards kuwa kikosi cha kigaidi. Hali hiyo ndiyo imepelekea hadi sasa hayo yote unayoyaona mpaka sasa kati ya Marekani na Iran. Majibizano makali kati ya Donald Trump na hata viongozi wa Iran yamekuwa yakiendelea toka wakati huo mpaka sasa, na mpaka sasa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amekuwa mwiba mchungu kwa sera za Marekani na washirika wake. Wazo la Marekani kuishambulia Iran lilikuja wakati wa mhula wa kwanza wa Donald Trump, lakini alijizuia. Irani sasa inasema haioni haja yoyote ya kusitisha mpango wa nyuklia, kwani Marekani imeendeleza vikwazo dhidi ya Iran na nchi nyingine za magharibi na hata jumuiya za kimataifa. Kwa hiyo mgogoro kati ya Marekani na Iran umeanza tangu miaka ya hamsini na ndiyo maana mpaka sasa umefikia hapa na ndiyo maana mpaka kufikia sasa umefikia hapa ambapo Marekani imeamua kuingilia mgogoro wa Israel na kuamua kuishambulia Iran. Kwa sasa dunia inasubiri kuona, je, Iran atajibu mapigo? Na ikiwa atajibu mapigo ni nini kitatokea? Bila shaka mimi na wewe tutaendelea kutazama na kushuhudia. Hii ni Msasa Media, kwenye mitandao yote ya kijamii tunatumia Msasa Online. Endelea kuwa karibu nasi, Msasa kisasa zaidi.